Nataka swahiba afahamu kuhusiana na chanzo cha mwamvuli katika ustaarabu wa kale wakati huo. Yes bwana, mwanzo wake ni China. Yes, so China. Mm. Yes, yeah, wanahistoria wengi wanakubaliana kwamba mwamvuli wa kwanza wenye muundo unaofanana wa sasa hivi ulitokea China na ni takriban miaka elfu tatu mpaka miaka elfu nne iliyopita, na wakati ule mwamvuli ulikuwa hautumiki kwa ajili ya Uh, kujikinga na mvua au jua n yaani, yeah. Walikuwa wametengeneza mwamvuli kwa mianzi, alafu ukawa na mbao nyepesi juu yake, wakaweka karatasi kama kitambaa hivi, alafu kuna, kuna namna kuna mafuta walikuwa wanapaka na nta juu kule. Kwa hiyo maji yakija, umeona yanakuwa hayapenyi. Kwa hiyo anaweka karatasi fulani, nta ikipakwa Maji yalikuwa yanateleza, sure. Eh, yeah. Sasa pale ndo ilizaliwa, eh, ama ilikuwa ni mwanzo wa mafikirio ya mwamvuli wa kwanza duniani. Kwa hiyo, kwa wakati huo ilikuwa ni ishara ya mamlaka, yani wafalme, watu wa tabaka la juu ndo walikuwa na miamvuli mm, eh, mikubwa yenye mapambo maalum. Sasa wewe mtu wa kawaida utaeleza vizuri umetoa wapi? E, mm, yani mwamvuli ulikuwa ni, wanasema ni, ni, ni ngazi ya kuonyesha tabaka la hadhi ya mtu. Ukiona e, mwamvuli wako mkubwa safi jamaa vizuri ah, yule mm, ana mwamvuli bwana, mm, <laughs> ana mwamvuli bwana, mwona sasa uh, ikatoka pale mpaka Misri mm, na wale walikuwa watumii kwa ajili ya mvua au kwa sababu ya hali ya hewa ilikuwa ni yani, wao walikuwa wanatumia sana sana kujikinga na jua kali la jangwani, haikuwa kwa ajili ya mvua. Sawa, jua kali la jangwani kwao. Wale farao, viongozi wa dini mm, walikuwa wanabeba miamvuli wakati huo. Pia walikuwa wanaipa nafasi kama uungu, ulinzi na ukuu. Kwa hiyo mara nyingi watumishi wale ndo walikuwa wakishika miamvuli yes, kwa ajili ya wafalme, wanamshikia mm, tulia hivi yeah. yeah. sawa na, barani India, sasa unaona mwamvuli unavoshift eh, mm. eh umetoka huko China eh, Misri. India pale walikuwa na mwamvuli ambao unaitwa chatra. Chatra eh, ilikuwa ni kama alama fulani ya kifalme mm. eh, katika tamaduni unajua Wahindi kule kuna Wabudha ambao mm. walikuwa wanahusisha mwamvuli na ulinzi wa kiroho yeah. Lakini wakati mwingine ilikuwa ni swala la heshima au cheo cha juu kwa hiyo hata sanaa za kale ukiangalia za India yani zile picha za wafalme, mara nyingi kuna namna miamvuli kuwa inaonekana juu yao yes. Mm -hmm. Sasa mwamvuli uliingia vipi Ulaya? Hapo ilikuwa katika biashara kati ya Asia na Ulaya, ukaingia Ulaya katika karne za kati eh, matumizi pale Ufaransa. Ufaransa ilikuwa ndio miongoni mwa nchi za kwanza Ulaya kupokea miamvuli na kwao wana ilionekana kama kifaa fulani cha anasa yani, <laughs> yani unajua, unajua walivyochukulia kwanza kwanza mwamvuli mwanzo ulikuwa unatumika kwa ajili ya wanawake tu eh ee. eh wanawake ee, wao walivyochukulia Ufaransa eh ee. Ufaransa na tabaka la juu mm. lakini Uingereza ndio walibadili mtazamo mm. eh ee, yani karne ya 18, na wanaume wengi tuko tunaona mwamvuli kama kifaa cha kike mm. ila kuna bwana mmoja anaitwa Jonas Hanway huyu akabadili mtazamo, ndo akaanza kutumia mwamvuli hadharani pale London, watu ambao no. oh, no! Hey, yani, hey, wana mbezaahuyu kwa hiyo baadaye ikaanza kuonekana na matumizi mbona. Ah, kuzoea yes, ku, eh, basi ukawa ni sehemu ya maisha ya kila siku ya Waingereza. Mapinduzi ya viwanda na mageuzi ya teknolojia karne ya 19 yakabadilisha sasa muundo wa mwamvuli eh, miamvuli ya chuma kwa hiyo miamvuli ya mbao, kile cha kushika kilikuwa mbao. Mbao. eh imepigwa polish vizuri, ikuwa mbao ndo ikaja na mwamvuli. Zamani ilikuwa sio wa kukunja, unaingiza ndani hivo hivo. Sasa kama mlango wako mdogo, inabidi uingie nao hivi. Kwa upande sisi nakua ni ni kama kanyumba kwa ajili ya kuzuia hiyo mvua skipindi hicho kwahiyo, ile teknolojia kabla jaingia mwamvuli mm. unakuwa tayari yani. eh, kama uyoga e, yani ingekuwa, yani, kama, mm. e, yani, kama ni laptop za siku hizi mm. kwa kipindi hicho mfano mm. ukiifungua tu unaendaga nao umeshika hivi yani. haikunjiki ndo <laughs> kilichokuwa kwenye miamvuli kwa wakati huo, unaweza ukaona, uh, wakadevelop ndio mm. Ikaja miamvuli ya vitambaa ambavyo vipenye maji kama hivi e, yani maji pale safi nateleza mm. Lakini muona mm. Mwanzoni huko tumesikia walikuwa wanapaka nta na nini mafuta. Yani harakati zilikuwa, a wanajiuliza wananzi wananiganda aawekea nta wasije <laughs> badala la mvua unambatana na nzi. Mm. <laughs> wakati wa jua kali. Unajua <laughs> kwenye mvua nzi kidogo kipengele. Lakini wakati wa jua ha, bwana freshi, na baadhi ya mvuli ilikuwa inatumika kama silaha kujilinda katika mafunzo maalum ya usalama. Umezungumza hapa si China na nini? Unaweza kuona kama mvuli lakini ni silaha. Okay. Eh, wengine wanatumia na baadhi anji, mm. Asia. Eh, Asia, ya nchi hasa Asia eh, Asia akizungumza mambo ya India kule na nini mm. eh, katika sehemu eh, wanatumia katika sherehe za kiutamaduni na kwenye filamu bwana, mwamvuli unawakilisha pia mapenzi, lakini eh, eh, pia mwamvuli ni ulinzi mm. kuna baadhi ya tamaduni wanatumia kama ishara ya upweke, anajiliwaza na mwamvuli Yes uh, mwingine ni ishara ya usiri, ana mambo yake ya siri. kila nchi mm. yes. na tamaduni mm. zake, unajua, na kuna aina mbalimbali mbali za miamvuli. Kuna mwamvuli wa kukunjwa, folding umbrella, ule, alafu kuna mwamvuli wa automatic umbrella, ushaonaga ule eh, na ufyatua yes. yes, na kuna mwamvuli wa uwazi, alafu kuna miamvuli ya biashara ndo ile ukuta eh, niko hapa nafanya biashara fulani, mwamvuli mkubwa. alafu mm. mm. kuna miamvuli yenye kinga ya jua eh, kuna watu ambao pia mionzi huwa mm. inawaathiri direct. Sasa kuna miamvuli ambayo inakuwa imetengenezwa maalum kwa ajili ya kuweka ulinzi ama kwa ajili ya kuwa kinga mm. sawa. yes. na teknolojia imefanya baadhi ya miamvuli kuwa na mfumo wa kufunguka kwa kitufe, una press Eh, mm. kitu kinaenda, yes. mm. na mwamvuli unakuwa kuna miamvuli ambayo ina uwezo wa kustahimili upepo bana. Kwa kuhitimisha, niseme mwamvuli si kifaa cha kawaida yani, ni ushahidi wa ubunifu wa kibinadamu, kutoka ule ustarabu wa kale hadi dunia ya sasa hivi, unaona mm. kutoka China pale hadi miji ya kisasa mpaka kufika Afrika Ulaya hapo Amerika, mwamvuli umeishi maelfu ya miaka bila kupoteza umuhimu wake yes. Ni kifaa kilichoanza kama alama ya kifalme kikapitia dhiaka kama ambavyo tumekufahamisha kwamba baadhi ya nchi walikuwa nasema bwana, haiwezekani e, e, mwamvuli kutumiwa na wanaume pale yeah, London, ila bwana mmoja tu akageuza aka akageuza hizo fikra za watu na ikawa ni sehemu ya kawaida ya maisha ya kila siku kwayo. Kwa hiyo unapofungua mwamvuli wako wakati wa mvua au jua unakuwa unatumia kifaa ambacho kina historia ndefu sana, yes, na tajiri yenye kuvutia katika safari ya maisha ya mwanadamu. Mm. Yes. Kitu gani ambacho yeah, umependa kutoka kwenye mwamvuli?